Kama tulivyokuwa tumeambiwa kwamba atanyongwa. Je, tayari ashanyongwa ama bado hajanyongwa? Na endapo kama bado hajanyongwa, ni nini serikali ambayo inapanga ili kumregesha nyumbani? Na kama tayari amenyongwa, ni vipi ambavyo serikali ilijaribu ili kusaidia asinyongwe ama kusaidia asipatane na ule mauti wa uchungu ambao alikuwa ameahidiwa? Na ni vipi serikali ilijaribu kumtetea huyu mwanadada ambaye alikuwa anasema ya kwamba ni madawa aliyofanya kuwekewa, japo si madawa yake wala hakujua kamwe. Yani, huyu ni mtu ambaye anasimamia uh, watu ama anasimamia shughuli za wananchi wa Kenya ambao wako nje ya Kenya. Tumsikilize alichokiongelea kuhusu stori nzima ya wale wa Kenya ambao wameshikwa nje ya, yani wameshikwa nchi za nje, that is diaspora ambao wamefungwa gerezani, baadhi kwa kesi chache na wengine kwa kesi ambazo ni kubwa kubwa ambazo wengine wanatarajia kunyongwa karibuni pia azwele tumsikilize tumpe countries today i may not have an exact figure on vietnam but later because i was planning to issue uh, a statement on this particular space but I'll, I'll attempt to deal with it now we have a record uh, and we are still counting that out of the kenyans in the diaspora uh, we have a total of about 1000 kenyans

um, and we are trying to gather data from other countries because as Kenyans travel they do not declare that they are traveling so they travel on their own volition it is their right and they can go to whichever country they can go to so kwa fupi nitafafanua kile alichokiongea hapa Amekuja amesema kwamba kwa sababu aliulizwa swali, huyu jamaa ambaye anaitwa Musali Abu Dawud akaulizwa swali: Je, ni jinsi gani ambayo serikali ama ambavyo serikali imejipanga ili kujaribu kumsaidia yule msichana ambaye ameshikwa kule Vietnam ambaye anaitwa Margaret Nduta. Ni vipi serikali imejipanga na je, yule msichana uh, kama tulivyokuwa tumeambiwa kwamba atanyongwa, je, tayari ashanyongwa ama bado hajanyongwa? Na endapo kama bado hajanyongwa, ni nini serikali ambayo inapanga ili kumregesha nyumbani na kama tayari amenyongwa ni vipi ambavyo serikali ilijaribu ili kusaidia asinyongwe, ama kusaidia asipatane na ule mauti wa uchungu ambao alikuwa ameahidiwa, na ni vipi serikali ilijaribu kumtetea huyu mwanadada ambaye alikuwa anasema ya kwamba ni madawa aliyofanya kuwekewa, japo si madawa yake wala hakujua kamwe pale alipokuwa akisafiri ya kwamba amebebeshwa madawa. So hivi ndio atakuja akasema, hapa akasema kwamba kuna watu takriban elfu moja ya wakenya ambao wa nje ya nchi za Uarabuni, uzunguni na Amerika ambao tayari sasa tunavyoongea wako kwa magereza ya hizo nchi, baadhi ambao wako huko wameshikwa kwa kesi ambazo ni kubwa kubwa na wengine wameshikwa kwa kesi ambazo ni ndogo ndogo. Aidha ni kesi za mihadarati ama ni kesi ambazo walizifanya baada ya kwamba wanaishi kwenye zile nchi. Aidha ni kesi ambazo zimepatikana kwenye airport ama ni kesi ambazo zimepatikana akiwa yuko kwenye airport kutoka kurudi zao Kenya ama kurudi zao makwao. Na hivyo basi, akasema baadhi yao pia vile vile they face a death a death penalty, na akahakikishia Wakenya kwamba itajitahidi ama kama serikali ya Kenya itajitahidi ili Margaret Nduta aweze kurudi nchini, aje ahukumiwe kulingana na sheria ya nchi ya Kenya. Lakini pia vilevile akakoshon wa Kenya na kuambia kwamba hino kesi sio rahisi kama vile watu wanavyotarajia, ama kama vile watu wanavyodhania ya kwamba ni simu moja tu ipigwe kule Vietnam ili huyu mwanadada aachiliwe. Amehakikishia wa Kenya ya kwamba kesi ni ngumu mno sana kama vile ambavo watu wengi wanafikiria. Na akisema akaendelea na kusema kwamba Wakenya wengi wanaosafiri nje ya nchi wengi wao hawaagi serikali wala hawaagi watu hususan ama shirika hususan ambalo limewekwa ya kwamba litambue Wakenya wanaposafiri. Na vile vile akaongezea kusema kwamba ni haki yao Wakenya hao ambao wanasafiri nje ya nchi kwa ajili ya kujitafutia mokoto ama kwa ajili ya kwenda pumzika ama kwa ajili ya kwenda jivinjari, that is vacation eh. Akasema maadam tu ya kwamba wame pokea visa za zile nchi ambazo anaenda basi, sisi kama serikali hatuwezi tukawakataza, tumwachilia haki ya kuexplore dunia nzima kwa minajili ya kutafuta maokoto na kwa minajili ya kustarehe ama kujiexpose kwa dunia kwa tofauti taf zao tu. So wakasema most of these Kenyans ambao wamekuwa wamefungwa kule nje ya nchi ama wengine wana face death penalties kama hizi ambazo tunaziongelea za Margaret Ntra, wengi wao ni wale ambao walitoka Kenya bila idhini ya kuonyesha ya kwamba wanatoka Kenya. Na ukiangalia uh mwenzangu utakubaliana na mimi ya kwamba mfano mzuri wa Margaret Nduta ambao tulisema kwamba tutachukulia huo kama a good example of whatever is going on, ni kwamba Margaret Nduta alipokuwa ya safari kutoka Kenya, kikweli kabisa utaona ilikuwa ni fiche, ama utaona nilikuwa ni safari ambayo ni safari fiche. Kwa sababu, Margaret Nduta tumeambiwa ama tumehakikishiwa na yule dada yake ya kwamba Margaret Nduta hakutumia JKIA, yani Jomo Kenyatta International Airport kwenda zake Addis Ababa. ametuhakikishia ya kwamba Margaret Nuta, alitumia usafiri wa ardhi yani basi uh, barabara that is uh, through bus na kufika Addis Ababa ambapo airport yake ya kwanza ama ndege yake ya kwanza ili asafiri angani ilitokea pale Addis Ababa Ethiopia ili aweze kusafiri kuelekea zake Vietnam na target hapa ilikuwa kwamba hawa agent ambao walifanya hii bili yote inasemekana walikuwa wanafahamu nimeona mwanzo watu wengi sana wame escalate into story na kuingiza watu maskini ambao wengi wa Kenya, huyu Margaret Nduta tunamtetea, kumbe ni, ni jangili hapo. Some five years back nasikia anasikia shaya ushikwa tena na hizi madrag tu tena kugana. Huyu dem si dem legit, na nimesema ukitaka kupata pesa kuomoka hapa Kenya, fomu ni hii. Unajua imekuwa sasa kama mtego wa panya, tunasema mtego wa panya ni ule unaoshika waliomo na wasiokuwemo. Yaani in a way that uh, yaani Kenya yetu tumezoea kwamba kukitokea jambo lolote, ama kukitokea kitu ambacho sio cha kawaida, watu wengi sana who create stories zao is a differently. Hata mimi at once I got a wrong information from this story, but uh, because I was that much nilikuwa na uchungu sana ya ile stori ambayo nilipata i hate to come up and say it, na baada ya kwamba nimeona kwamba sio ukweli i hate to come back na nikaambia watu kwamba kile kitu nilichoambia kwamba huyu msichana amesafiri kutoka airport ya JKIA, International Airport ya International yakusafiri kwenda zake uh, Vietnam ni uongo, japo dada yake mwenyewe alikuja akatuambia msichana amesafiri kutoka Addis Ababa, yani ametoka Kenya na basi mpaka Addis Ababa. Addis Ababa alipofika Addis Ababa ndo akapanda ndege kwenda Vietnam hivyo pia juzi tulikuja tukapata stori ingine, tukaambiwa kwamba it's not the first time huyu msichana naye pia kusafiri, japo alisafiri Saudi Arabia for almost seven years na akarudi, of which dada yake alikuja kakashifu akasema dada yangu, that is the first time ambaye pia ndo anasafiri kwenda zake nje ya nchi na dada yangu hajawahi kamwe kabisa kusafiri kwenda zake Saudi Arabia. Tukaja tukapata stori nyingine pia tukaja tukaambua ama agent, sijui Lilian na yule mwingine, wanahusika kwa njia moja ama ingine kumsafirisha huyu msichana, na wakaja akakashifu enye akasema kwamba hao hawahusiki kwa njia yoyote ile tukaja tukapata stori ingine pia tukaa tukaa kuna pasta fulani ambaye alikuja akasema alishaipatana na Margaret Nduta ndani ya Ghana, ambako kule Ghana alikuwa Margaret Nduta tayari amefungwa gerezani kwa sababu ya madawa ya kulevya tayari, na akaja akaachiliwa baadaye. Ovuti dadake pia akakashifa akasema, dada yangu mimi hajatoka Kenya wala hajawai ngia jela yoyote dunia hii sasa, unaona. It's a mixed reaction na sana sana ndio unapata some cases kama hizi zikiwa ziko mikononi mwa serikali, serikali huwa inatoa hukumu na serikali inatoa kauli na kusema kwamba all people must stop escalating ama waache kuongelelea hino story kwa sababu iko mikononi mwa polisi ama mwa jeshi la polisi ama mwa serikali inafuatiliwa and as much as we are escalating false stories do as much as we trying to make the story looks as if it's true that huyu msichana wetu ni kweli, yeye ni mlaanisi wa kubeba madawa ya kulevya kutoka nchini, na hivyo basi tutakuwa hatumsaidii, japo tutakuwa tunamchoma wenyewe, wakati tumekuja hapa ama wakati tumeminika kama wa Kenya kwenye media na kusema kwamba tunaomba ama tunataka ama tunatarajia msichana aweze kusaidika na kupata haki yake, ili aweze kurudi zake nyumbani, kwa sababu wazazi wake wanaumia na wanateseka, wakimtafuta wakihangaika, kuangalia jinsi gani ambavyo mwana wao atarudi Kenya ama atarudi nyumbani kwao. Watu wengi sana wameweza kufika zile sehemu za huyu mwanadada kule alikotoka na kujaribu kuwa comfort wale wazazi wa huyu msichana, but uh, it is already, tunasema Mwenyezi Mungu aweze kusimama na haki ambapo ipo. It's KG Chipande guys. Please make sure you subscribe, like, and share this video.